mjini limeweka wazi kuwa wapiga kura wataruhusiwa kupiga kura katika vituo walivyoandikishiwa na si vinginevyo, kama sheria ya uchaguzi inavyoagiza. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mjini Dodoma, msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Dodoma mjini, bwana Agostino Kalinga amesema mwananchi ataruhusiwa kupiga kura katika kile kituo alichoandikishiwa. Ni kwamba wananchi watatakiwa kupiga kura katika maeneo na ndio maana wakati wa zoezi mahala kuandikisha uh, katika daftari la kudumu la wapiga kura ilitolewa msisitizo kwamba watu wajiandikishe katika maeneo wanayotoka, katika kata wanazotoka, ili wapate fursa ambayo ni fursa ya kikatiba kwamba waweze kufanya uchaguzi wa madiwani, waweze kufanya uchaguzi wa Bunge na hatimaye uchaguzi wa, wa, jem, wa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kutolewa kwa ufafanuzi huo kumekuja baada ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma kupitia kwa katibu wake wa mkoa Bwana Dunga Othman Omari kupinga wapiga kura ambao si wakazi wa kata husika kuruhusiwa kupiga kura ya kumchagua diwani. Mtu atapiga kura pale alipoandikishwa, lakini kama wewe sio mkazi, huwezi kuruhusiwa kuchagua kura zenye mipaka ile ya udiwani na mipaka ile ya ubunge. Lakini rais kwa sababu ni wa nchi nzima na kwa kuwa wewe una sifa ya kupiga kura, utampigia rais wako, lakini hatuwezi kuruhusu mtu wa Arusha amchagulie mtu wa Dodoma mbunge. Hatuwezi kuruhusu mtu wa Dodoma anayekaa kata ya nyingine amchagulie diwani mtu wa kata ile aliyojiandikisha kwa